Kutengeneza mfumo ulioaridhiwa. Angalia, baada ya kupanda mbegu, Mungu akamwongeza. Alipomwongeza mwakawa, akapata vipimo zaidi ya mia na mifugo mingi. Watu wakuafurisha, kwaonea wivu, kawambia, toka katika mipaka yetu, maana umepata nguvu katikati yetu. Isaka kwenda mbali, alikwenda karibu, akajenga hema pembeni Alafu fahamu wake karudi hapa, kulikuwa na misema baba yako okay. Akajua kwamba akachimba kwanza, wakang'ang'ania, akaita Eseki. Akachimba ya pili, wang'ang'ania, ehe. Akachimba ya tatu wada wang'ang'ania, hebu sabu hebu malise sasabu hebu sima mbegu ehe wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka mm, wakisema mm, maji haya ni yetu, ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, Eseki kwa sababu waligombana, waligombana naye. Wakachimba kisima kingine mm, wakagombania na hicho tena, na hicho tena, akakiita jina lake Sitina, Sitina. Akaondoka huko akachimba kisima kingine mm, wala hicho hawa hawakupigombania, akakiita jina lake Rehoboth, akasema kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia ametufanyia nafasi. Haleluya! Ufahamu wa mtu inakamatwa kwa sadaka. Sadaka ina nguvu ya kushika majina ya mtu. Hakuna mtu anayekamata majina ya mtu kama kuna sadaka katika ulimwengu wa roho. Sadaka inapokushikilia lazima utoe mbegu kwa sababu Wafilisi walipofukia ile kisima walitoa sadaka kwa miungu yao. Wao wenyewe hawatumii na hawatumii wenyeji. Ndio walipopanda mbegu wakajua, ah, baba yangu alikuwa amechimba kisima hapo lakini wamefukia mahali. Sasa walifukia sisi, wacha, naweza kaiba hata mtu alafu akafukia mahali asitumie yeye wala huwezi kutumia. Sasa ina maana kwamba kama hujapanda mbegu huwezi kupata akili ya kwamba, je kwenye familia yetu urithi gani ambayo tunayo? Sababu kila familia ina urithi wakwao. Kuna urithi mzuri na urithi mbaya. Kwa sababu ni Waafrika urithi kila kitu ni mbaya? Hapana, urithi mzuri. Bwana asifiwe. Kama kwetu, mama letu urithi mzuri, ambaye ninaipenda na huwa naiombea kila siku. Kwetu tuna neema kuwa na magari, unaitwa boma la magari. Kwetu utapambana kila namna, mtu nunue gari <laughs> Jambo la pili watu wanapenda kujenga nyumba nzuri, alafu namba tatu wana neema, urithi wa, wana neema urithi wa mashamba, alafu namba nne wana urithiwa biashara. Ngapi jamani? Vinne. Sasa nimevitaka katika Mungu roho, sababu ni vitu vizuri, vingine tu nisivitaki hey. kuna vingine vibaya nimevifukia, sinitaki hivyo vingine, lakini vingine vizuri viendelee, sema amina, sema nafukua leo kisima yote ambayo Tunayo ya kwetu ambaye ni hatima yetu kwa jina la Yesu. Sababu urithi wote imewekwa kwa kwenye familia ya Kisheria na ali Mungu alipoweka ni ili wasaidie ile familia milele. Hakuna familia ambayo imekuja kwa bahati mbaya. Kuna kitu ambacho unacho ambacho mtu mwingine hawana au familia nyingine haina. Sasa wengi wajajua urithi gani wanayo mpaka leo, mpaka leo. Lazima ujue bomani liko ni kasi gani na urithi kiasi gani. Mimi ngali yangu ya kwanza ilikuwa ni samurai.

kuchuze Mungu hawezi kukupa so nyingine mpaka unajua hako ni kuna nini kizuri ni familia yako kuna nini kizuri hapo unajua kabisa hicho kitu kipo kwenye familia ili basi ikawawa ndio kazi ya mbegu na upande wa mbegu na tena ngasa unamwambia Mungu naomba hii mbegu ikaote na naomba hii mbegu ikaote bwana ni mvune naomba urithi mzuri unionyeshe familia yetu na urithi gani mzuri na mimi niweze kupeleka leo urithi mzuri nipeleke katika familia iendelee Sababu, hamjasaidiwa tu nyie wote ni mabongo lala wote. Hakuna, hakuna kitu jamani. Kuna kitu mnacho, lakini aliyeufukia. Yasi ilipofukiwa, Hakuna aliyefukua. Na hakuna aliye pambana fukuliwa. Sababu wewe upani mbegu, utoa kwanza mbegu. Wewe unasema kutuwa hali ni mbaya. Kwanza ukitoa sadaka, unatoa sadaka unyimivu. Unasema hali mbaya. Mambo magumu, yaani umekaza hapa ukikaza hapa ufahamu wako hainamui chochote. Kwa nini? Sadaka ndio inaamua mtu awe mtu wa namna gani? Yaani hatima ya mtu kiroho, kumiliki na kutawala, ni aina sadaka unayetoa. Kama sadaka unayetoa ni hafifu, inaamua uishi maisha hafifu. Sababu katika roho aliweka kanuni ya sadaka ya Mungu, na kinachomwamisha mtu nafsi yake kisheria aonekane mikoni uwe ni sadaka na kazi ya sadaka mbegu kio uwe inatengeneza mfumo wa kufua kile kitu kilicho kufa, na kazi ya mbegu inatamani, inatengeneza unako pale, lazima ufanyaje? Uvune. Bwana sifiwe, amen. Toa machozi sana. Yesu, nisaidie. Urithi mzuri ulioko kwenye familia yetu, Mkama, najua ulisi mzuri yoko kwa a ni nzuri kwa baba yako kwa mama yako, sasa umechua mpaka leo, mmefukwa ambayo amefukiwa. Kwa hiyo urithi si kwako, sababu wana wa Israeli baba yao aliwafanya kila mtu kabila na kila mtu alipokea urithi wake, na kila mtu alibarikiwa kivyake. Rubeni alibarikiwa sawa alikuwa mwana mifugo sawa, mwana mifugo sawa, maana madaktari mana wa mifugo anatokea, yaani kwa yani kwa Rubeni sawa. Amesema kwamba au aishi, lakini watu wako asiwe wengi. Sasa Rubeni shi na maana asifanikiwe, atafanikiwa sawa, ndio mtu wa mifugo sawa, lakini wa mifugo anapatikana pale, maana ni mwana mifugo wale sawa, lakini waruhusi kwa wengi kwa nini? Alipandia kitana cha nani cha baba yake, kwa baba yake kamlaani kwa urithi mbali na Rubeni ni na ushindi kwa kanyimwa uzaliwa wa kwanza, haki ya mzaliwa wa kwanza ikamsha kwa Yusufu mbariziki. Baraka ikaenda kwenye familia, lengo la Yusufu na Lina Yakobo mzee Yakobo, Yakobo ni ili familia yake isije karibika kwa mbe mbariziki. Maana alimuona kwamba mbe mbariziki ni huyu, akampa haki ya mzaliwa wa kwanza. Alafu haki ya mzaliwa wa kwanza akamnyang'anya kwa Rubeni akabaki na cheo lakini hana haki ya mzali wa kwanza. Kwa nini? Kinachopaka mtu mamlaka au urithi ni haki, si cheo, ni haki. Sasa, katika ulimwengu anaosikiliza urithi ambao umepata au umepewa kwenye familia, kama yuko mtu aliyedai huo, acha anaweza akachukua ile urithi na kanganganiwa na kashikiliwa, na kama kuna mbalisi kwa kuna aliyekufa na paka leo jadai ile urithi itoe kwenye kaburi, wacha anatumia ile Ule ulizi kwenye ne makaburi. Ndio maana wacha unakuwa kwenye makaburi. Hao wanatafuta kitu gani? Nyota. E, ya mtu aliyekufa na hiyo nyota hakuna aliyedai. Wewe uko busy. Yusuf aliwaambia wana Israeli. Siku mkitoka hapa kwenda Kanaani, msiache mifupa yangu. Sababu mifupa yangu ndio inabeba agano la kifalme. Mkiache mifupa yangu, mnaondoka la ilikuwa ni mfuaike pekee yake kama imechukuliwa. Je, wazee wengine walifia Misri? Kwa sababu wazee wengine wengine waje. Akina Yuda akina nani? Walifia Misri. Kwa nini mfuaike achukuliwa? Ili kwa nini? Kwa sababu aliyekuwa anabeba hatima ya watu, ni Yusef pekee yake. Ni alikuwa aliyekuwa anabeba hatima ya Israeli. milele lele, jamani. Sasa kama amekufa kweli, mbebariziki

ilikuwa nafasi yangu ni mzima, namwambia, nimeshamkalia, maanake Mungu ndiye amenipa ulisi polisi, na nimeshamilika na kutawala. Ni vita vikubwa. Nina shukuru Mungu kwa sababu huwa na shida, akija akija akipambana na shida na akitafuta mlango wa kuingia, na namporomosa mpaka chini, alafu anaanguka. Vita lipo ukiona sajili mzima na kutokea mara kwa mara, mtu aliyekufa au baba yako au mtu wako aliyekufa, na maana kwa ugisi ameondoka nayo, usije ukakemea. Tukasema pepo na roya roya mote toka, na mkiwa kwa ugisi ameondoka nayo, maana leo nakufungua leo, akini sababu wengi wakitokea na mtu aliyekufa, wewe unakemeaga tu. Sikiliza, na mkiwa kwa ugisi ameondoka nayo, asi ule ugisi nataka udai, ndio maana nakutokea, haujadai mpaka leo. Hasa wengi wanakemea tu wee, kasoko ni ukemeaga tu chindwa. Mungu sini sio Mungu wafu, Mungu kusio Mungu wafu. Sina ushika na watu wali ukufwa, unakemea tu. Haya, au kukia mara apili tena, mara hata unakemea tena kwa jina la Yesu, na kwa haya na watu mwekata, ni kweli, sio mzuri, lakini angalia kwa nyo mzimu na kutokea na wewe umechangwa na mzimu, na Yesu sio mzimu, Yesu anaishi nilene na, na kutokea kuna kitu kinachodaiwa, lakini kuna kitu anadai, au kuna kitu ambacho hujakipokea bado. Angalia, ameondoka na kitu gani? Urithi upi aliyeondoka familia? Sababu lazima udai, kama ujadai, kuna mtu mwingine anatumia urithi. Anamanasikilizi, unaona wachia, unatembea kwenye makaburi, unatafuta kitu gani? Unatafuta nyota ya mtu ambaye amekufa, na kuna mtu anaitaka ile nyota, na kuna mtu anaitaka nyota kwamba hii nyota isifukiwe na mtu kama amekufa, si kwa msiba. Sema hii nyota itafukiwa kwa jina la Yesu, nyota ifanye kazi kwenye familia, sema amina. Wengi wajui siri kwa Mungu. Alisema vita vipo kwenye muda, nauliza ni lini, kwa ajili ya nini, na watu ambao hawana kitu na Mungu. Alisema huyu mtoto ni alikuwa taa yake, alikuwa anataka kuizima taa yake, lakini akasema nisaidie tangu sifanyaje sisidike, akatafuta maombi, Mungu amemsaidia hata kila waka sema wacha wako na tuje na mtoto amalize sababu peke yake. Wengine wote wamefanya ma yani mazeta tu mazito tu nakunywa mapombe na sisi tu ovyo ovyo, na yule alikuwa mtu anaelewa, anajua majina nyakati, unataka kuzima yote. Kwenu nani ambaye ameondoka, ambaye unachua alikuwa anashika familia kiuchumi na alikuwa na neema ya pesa hata kama ni upande wa pili, hata kama anaenda upande wa pili akapata pesa, lakini amkini hiyo nyota amepelekwa upande wa pili, upande wa pili katoa hiyo nyota sasa. Wengi hawajui kwamba hatima ya familia kuna mtu mmoja ameshikilia, mmoja tu, mmoja tu, lakini wengi, kama unamwombea ni hatima, haiwezi kutokea. Kama haiwezi kutokea, kuna vuta vuta kwenye familia, mashina yote, sababu Mungu anasema nimeshachinia, hata mjadai Isaka, si angeweza kufukua visima vingine, si angeweza kusima vingine. Hii ni sababu vile vya baba yangu, leo niachie, kuna urithi hapa, lakini mama akaja muonyesha, lakini anasema nimekumbuka, kuna kitu baba yangu aliacha hapa, kuna kitu aliacha kwa Filisti na kwa Yakudai, na kaanza kufuku ya kwanza, kwa ng'ania, ya pili kwa ng'ania, ya tatu kwa ng'ania, akasema, sasa hey, Bwana, mtufanyie nafasi, atazidi kuenea katika nchi, kazidi sasa, tutaenea sababu sasa ikisema atafanya tuenee. Haleluya, haleluya! Unaishi maisha gani?

haitapita mpaka ile nyota irudi, mpaka mwenye nyota. Hey, kama unadai kuna kitu hakitapita hata ufanyeje, hata tukuombeje, tukutabiri namna gani, kuna kitu hakitapita hata ufanyeje, mpaka umedai kile ambacho kimefukiwa. Ndio jamani, sikilize, Mungu achilie kitu mara mbili, achilie mara moja tu, na hapo achilie mara moja, lazima kile kilicho achilie kitu nzuri, lakini leo vizuri katika utakatifu na nguvu. Sema amina, sema amina, sema amina, haleluya. Mtoto ni ukimchezea tu sawa? Kila mtoto ana kitu chake, na kama ana kitu chake, je, kile kitu chake kimepita? Kimepita kama hajapita, nani ameiba? Bwana asifiwe, amen. Mimi, mtoto wangu ambaye wa amekufa watatu, walikuwa mtoto wa kiume, ule mtoto alikuwa nyota kubwa, wacha waliona, na wakati ndugu, Mungu amenibariki apata magari mpaka ndio tu afirimasi kabisa kwa napata, nikapata mpaka nasema ni natoka wapi. Lakini natafuta, tutaenda kule mtaani tutafuta nyota ya wapi? Yaani ni mtu wa Madona, ni mtu wa nini? Hii ile inakwenda na mweko na siri hapa. Kwa vile mtoto alikuwa anatafutwa. Sasa mtoto huyu, kabla ya kuanza muziki, niseme hivi: nyota yake ihamie kwa mtoto wangu. Kama kuna mwingine yuko tumboni, kwa jina la Yesu, nyota ingie. Nyota zifukuliwe. Kwa nini nisemeshe na kaburi linachimbwa? Nasemesha kaburi: usimeshe nyota ya mwanangu. Kosi ile a nafanyagi, nimeshalia sawa, lakini nyota haitafukiwa. Nitanaisemesha nyota haifukiwi, afukiwa mwili, lakini nyota haifukiwi kwa jina la Yesu. Hallelujah! Sababu nyota huwe inakaa hapa na hapa na hapa na mguu wa kulia na kusoa, ikishafukiwa e, hi nyota upate mileni naana, wase lazima wachukui hapa, lazima wachukui nani hapa, alafu wachukue na ngamba la mguu nini unachotafuta? Nyota inachukuliwa vipi? Ukikuta hata mtu ambaye labda wachache wameenda wakafukua maiti yake, utakuta maeneo yote yamekata. Sababu wanabeba nyota. Mtu anabeba kama mtu ambaye amekufa, umebariki kwa familia, lazima useme kaburi na kijasi. Itemele nyota, lazima ushafukua nyota. Nyota usilale huko. Toka, tumika. Toka kama kuna watu wametumia, wamebeba na waashia moto huko walipo

Kisha lala anatumia anavyotaka, anasema walipolala adui aliwapandia uh -huh, uh, magugu kwenye ngano.